Eh, bana mambo vipi bana? Uh, mambo safi shwari, shwari. Um, nafikiri umevaa jezi ya ni Man U hiyo au Manchester City, Manchester City. Hmm. Okay. Hmm. Okay, wewe ni shabiki wa timu gani? Uh, mimi ni shabiki wa uh, kwa Ulaya na shabikia Manchester City pamoja na Barcelona kwa Ulaya, yes kwa kibongobongo? Ah, kibongobongo mnyama. Uh, mnyama jana, yeah, yeah. Ulijaribu kuangalia mechi ya ya Yanga Singida, si ndio? yeah, yeah. Ulijaribu kufuatilia? Yes, kwa kiasi chake. Okay, mechi ya Simba kama wewe shabiki wa mnyama, mechi ya Simba leo unaionaje? Uh, kikweli mechi ya Simba leo kwanza, um, wametuangusha kwa sababu mpaka inafikia stage kwamba moja moja, mpaka hatua ya mwisho kwamba mpangiliaji, yani coach coach yetu leo ametuangusha, amewaangusha kwenye engo ipi? Ametuangusha ame kwenye hatua ya ushambuliaji, na hata huko juu hukumak walikupo, anaenda 442 siku ya leo alikuwa anapiga ndio ndio. Ah, kwa hiyo una compare vipi kati ya mechi ya jana waliocheza watani Yanga na leo wamecheza Simba? Ukiuangalia mchezo wa jana wa Yanga na ukiangalia mchezo wa Simba leo, hebu tuambie, kuna utofauti gani ambao unauona? Ah, kifupi kocha wa Yanga amejipanga na amepanga kuchukua makombe yote kwa hiyo kifupi kwamba kama kama kama mimi kama shabiki wa Simba na mtani amejiandaa vizuri sana, amejipanga vizuri na yupo katika mashambulizi vizuri sana amepangilia, ame viko, anapangilia vikosi vyake kama kocha na anajua kitu na anafanya, ivo, gani anafanya anapokuwa uwanjani. Hivyo kuna madhaifu gani ambayo unayaona katika Simba ambayo labda pengine kulingana na ukubwa wa Simba jinsi ilivyo mnyama eh, ambaye anakimbiza huko uh, mambali sio uh, unaona kuna madhaifu gani ambayo wewe unahisi kwamba yanahitajika labda yafanywe kazi, kama shabiki, ili kuweza kuifanya timu yenu hiyo bora? Kikubwa zaidi, mimi na ninachofikiria bwana Moroko ajitahidi kupangilia vizuri kikosi cha Simba. Mimi na imani na yule yule, yule coach ko, kocha lakini changamoto iliyokuwepo ni kwamba uh, ufanisi uwezo mzuri wa kuweza kutengeneza kikosi ili kuweza kuleta matokeo uh, mimi na imani kama atakuwa atapangilia vizuri kikosi cha Simba, basi mambo yote yatakwenda sawa. Mimi na imani kabisa, kwa sababu uh, kama alikuwa hapo katika timu yetu ya taifa na ameweza kuipeleka robo finali, ameweza ku, kufikia kwenye tuwa hiyo, basi huyu yuko vizuri. Lakini changamoto yake ni kwamba anapokuwa kwa katika kujenga timu basi aangalie madhaifu au changamoto ambazo wachezaji wanazipata wana wakiwa uwanjani, ili aweze kurekebisha na matokeo yapate mazuri, hasa kwa Wanasimba. Kwa hiyo huoni kama ni mapema sana, labda pengine amechukua majukumu katika muda ambao ni mapema sana kwake kuweza kupata hiyo nafasi na kuanza kutengeneza timu iweze kufanya vizuri? Hilo wewe unalionaje? Hiyo pia na, inachangia hiyo pia inachangia kwa, kwa sababu pia kwa sasa hivi bado ni mgeni wa wa, wa timu hajajua vizuri mfumo yani wachezaji wako vipi. Kwa hiyo naimani siku zijazo kama atakuwa ni mwenye kusimamia, basi atakuwa anafanya vizuri sana kuliko hiki kipindi cha wakati huo. Tunajua sometimes mistakes zinatokea, lakini kubwa zaidi tuna tupwe na imani, lakini end of the day tutengeneze sistimu nzuri ya kuweza kufunga magoli kuwa washambuliaji wazuri, lakini pia huko nyuma kuwe, yani kuna uwezo mzuri wa kukaba ili uh, matokeo mazuri yawepo, kwa sababu uh, kama leo tulivyoona mpira tulikopo, tunaelemewa kwa kiasi fulani. Kwa hiyo kama ataweza kuisoma kui, kui timu, basi matokeo yatapatikana mazuri sana. Ni sehemu gani ambayo mliona inawaelemea kwa kiasi sehemu? Ipi, upande wa mashambulizi au upande wa kudefense mpira? Kwanza kwenye kudefense pamoja na mashambulizi, shambulizi kule imekuwa ikoroho iko, iko, iko sana, lakini kwenye upande wa defense hapa katikati nako kuna changamoto. Kiufupi tu, aendelee kuelewa timu ina, inataka nini ili mambo yaende kuwa mazuri zaidi. Sasa hiyo ni ni ishu ya kocha au ni wachezaji wenyewe kiwango chao na uwezo wao ni mdogo? Aa, kubwa zaidi hapo mfumo aliotumia leo ni mfumo ambao ni mzuri, lakini sio mfumo ambao matokeo moja kwa moja. Kwa hiyo hii changamoto, unajua hata mchezaji anapocheza vibaya kule, si moja kwa moja analaumiwa mchezaji, ila kocha ndo na, pengine analaumiwa kuwa na, na, na, na, na, na kutokuwa na mpangilio mzuri, kwa sababu kama wachezaji wanaonekana wako vizuri, lakini yeye hajawasoma vizuri wachezaji kutokana na ugeni labda. Ninavyo ninavyoona kwa sasa hivi kwa Moroko, inabidi awasome wachezaji. Asante sana mister. Kwa hiyo unaiona uh, una, una, una Simba mechi zijazo, unaiona wapi Simba kwa usajili ambao uliofanyika ni mkubwa uh, ni mkubwa mno. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Simba ikipata upangiliaji mzuri wa, wa, wa, wa, wa uchezaji wa wachezaji pale kati kuanzia ushambuliaji hapa kati na kwenye hatua ya ukabaji. Kwa hiyo mimi naona matokeo yatakuwa mazuri sana Simba kucheza, matokeo yatapatikana mazuri kama watakuwa, kwa hiyo wataweza kupangiliwa vizuri na Morocco kuweza kuwasoma wachezaji wake vizuri. Okay. Kama ulivyosema hivyo ni kwamba unaionaje Yanga kwa nafasi hizo tatu ulizozungumza kwenye ukabaji, ushambuliaji, hapo kati, ehe, wewe unaionaje, Yanga bado ina tofauti kubwa na Simba? Eh, ili lazima tuliweke wazi hapo, nataka kujua. Je, Yanga bado ina tofauti kubwa na Simba ama inakwaje? Uh, kwa ujumla kwamba wenzetu bwana wako vizuri na hata kocha wao yuko vizuri Uh, simaanishi kwamba kocha wa Simba, wa Simba kwa, hapana, kwamba, wa Simba upande um, wa Simba kwa yuko vizuri hapa, ila tu ni kwamba kwenye ushambuliaji kwenye hatua huko hapa katikati kwenye hatua ya huku mwanzoni kabisa yuko vizuri, kushoto kulia, yuko vizuri. Kwa hiyo, kwa hiyo mimi naona kwamba wazidi tu katika spidi matokeo yatapatikana makubwa zaidi. Si Yanga sasa hivi wako vizuri na wanaweza kudefense vizuri, wanaweza kushambulia vizuri. Kwa hiyo matokeo ndio kama hayo yalivyopatikana, jana waliwachapa watu tatu kwa mtungi si ndio? Kwa hiyo hayo ndio matokeo ambayo yamepatikana kwa Yanga. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Yanga bado ina tofauti kubwa? Yaani, ukizungumzia Simba na Yanga ni vitu viwili tofauti kwa sasa. Kwa sasa Simba na Yanga Uh, ni vitu viwili tofauti. Yeah, short, ni kwamba vitu viwili tofauti kwa sababu wenzetu wamejipanga, sisi pia tumejipanga lakini kwa upande wa Simba pia wamejipanga nini, lakini uh, Yanga wamejipanga zaidi. Asante sana Mr. Aha. Mwisho tunamalizia kwa kusema Masawi. Ehe, Masawi Media ni chimbo jipa la vijana, au sio? Yeah. Okay? yes, Masawi Media ni chimbo jipya la vijana. Masawi Media ni chimbo jipya la vijana. Eh bwana, sina la ziada, naomba nikutakie good time mwanangu, au sio? Asante lakini kutaki, uh, watu waweze kunijua kwa mimi ni nani? ah, ingependeza, ingependeza. Sawa <laughs> sawa. Eh bwana, jina langu naitwa Saidi Laishirinjiwa, pia ni mwanasanaa Uh, lakini pia jina langu la sanaa naitwa Njiwa Romantic. Okay, so soon nitakuwa na page nitakuwa na na akaunti na, na, na, na, na yangu YouTube. Siache kuni follow Njiwa Romantic. Thank you, bana. Bye bye.